Kuvumilia bila uwepo wa kusudi la kuvumilia ni kupoteza muda. Kuna mtu aliwahi kuniuliza kwamba je, mwalimu, haitawezekana kwamba nikajikuta na mvumilia kumbe ananipotezea muda? Sasa hayo mazingira pengine hata wewe unayo. Kuna wakati unajikuta unatakiwa kuvumilia lakini kuna muda unapata hisia za kwamba nisije nikawa napoteza muda. Kama ulikuwa unamsubiria mwenzi ambaye anatarajia kukuoa, ukawa na wasiwasi asije akawa ananipotezea muda, kumbe ni kweli. Kuna yote mawili isi, aidha anaweza akawa na kupotezea muda au kweli kuvumilia kwako kukazaa matunda. Sasa nini utofauti wa kupoteza muda na, na, na, na pamoja na kuvumilia maana nzuri au uhalisia wa kuvumilia ni pale ambapo unakivumilia kitu chenye malengo au chenye kusudi. Nikupe mfano. Je, kama ingetokea wakati unasoma shule alafu wakakwambia hakuna form 4 just ukishaingia sekondari wakakwambia kwamba hakuna ki hakuna malengo ya kufika ili ugraduate au ili umalize tukikuona uko vizuri utakuwa umehitimu. Nadhani ni watu wengi sana wasingeweza kumaliza hata mwaka mmoja. Wengi wao wanavumilia kero za walimu, kuamka asubuhi, kuchapwa viboko, maumivu na aibu za hapa na pale kwa, kwa sababu wanajua baada ya miaka minne nitahitimu. Mtu anafika chuo anavumilia changamoto za uhaba wa fedha, njaa, masomo magumu, supplementaries, kufeli na kurudia mwaka, akiwa anajua baada ya miaka mitatu, minne, mitano nitamaliza. Mtu anahudhuria kozi ya jeshi, anajua kabisa baada ya mwaka mmoja nitahitimu haya mafunzo makali ya jeshi, au baada ya miezi sita nitahitimu haya mafunzo makali ya polisi atakuwa na uwezo wa kuvumilia kwa sababu lipo kusudi pale mbele. Sasa je, kwenye mahusiano yako kuna kusudi lolote linaloweka feva au linalompa nguvu ya kuvumilia? Je, kuna mpango mkakati wowote unaotoa nguvu ya kwamba, au hamasa ya kuvumilia kufikia malengo? Unaweza ukatathmini kwenye mahusiano yako ikoje ila ukae ukijua kwamba kuvumilia bila kuwepo kwa kusudi ni kupoteza muda. Unapoteza muda kwa sababu hakuna malengo yoyote.